Hujambo, na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo waasi wamezidi kusonga mbele ikiwa ni siku mbili zimepita tangu eh, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame walipokutana huko Katal na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja, lakini wakati hayo yakiendelea, M23 ambao walikuwa wanashikilia miji mikubwa huko mashariki mwa Diara Kongo mji wa Goma ambao waliutoa mwezi wa kwanza, lakini pia mji wa Bukavu ambao walifanikiwa kudhibiti mwezi wa pili. Sasa wameingia katika mji mwingine wa Walikale na sasa wanaudhibiti rasmi mji huo. Lakini pia nipende kuwakumbusha kwamba leo pia e, tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa baadhi ya watu ambao wapo katika maeneo mbalimbali ya diara Kongo hasa Bukavu, pamoja na maeneo mengine, kuweza kufahamu zaidi kitu gani ambacho kinaendelea, hali huko zipoje. Lakini taarifa kubwa ni kwamba waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda wameingia katika mji mwingine wa mashariki mwa Kongo na kukaidi wito wa kusitishwa kwa mapigano nipende pia kukuambia kwamba tutaangalia hapa kiundani zaidi eh, wito wa kusitishwa kwa mapigano ambao wamekuwa wakiukaidi, lakini pia waligoma kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kongo kutokana na eh, vikwazo ambavyo Umoja wa Ulaya, EU waliowekea baadhi ya viongozi wa waasi hao wa, asihao, wa M23 akiwemo Bertrand Bisimwa be, lakini pia baadhi ya makamanda kutoka katika jeshi la Rwanda wakasusia mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika Jumanne. Tutaangalia kiundani zaidi ni kwa nini wamekuwa na jeuri ya kugoma kushiriki katika mazungumzo ya kusitisha mapigano. Kama nakumbuka, hapo awali wao ndio walikuwa na hitaji kufanyika kwa mazungumzo, lakini serikali ya Kongo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi aligoma kabisa kutoshiriki, eh, kushiriki kufanya mazungumzo na waasi hao moja kwa moja. Tuangalie kiundani zaidi taarifa hii na kila kitu ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda waliingia ndani zaidi ya ardhi ya Kongo siku moja baada ya marais wa Kongo na Rwanda kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja. Walikiingia kwenye viunga vya mji wa Walikale siku ya Jumatano, wakaazi waliambia Reuters. Milio ya risasi ilikuwa ikisikika kutoka karibu na kitongoji cha Nyababi cha mji huo, Alisema mkazi wa Walikale Jamvia Kabutwa. Na chanzo cha habari cha jeshi ambacho hakikutaka kutaja jina lake kilisema waasi hao walikuwa wakipambana na wanajeshi na wanamgambo wanaunga mkono serikali ambao wanaitwa wazalendo, baada ya kuvuka eneo la jeshi nje ya mji huo katika shambulio la kushtukiza na kufanikiwa kuingia katika mji wa Walikale. Walikale ambayo iko katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ikiwa ni pamoja na bati ndiyo eneo la mbali zaidi la M23 ambalo lilikuwa limefikiwa na M23 katika eneo ambalo halijawahi kushuhudiwa mwaka huu. Mji huo wenye takribani watu 15,000 upo umbali wa kilomita 125 yani maili 80 eh, kaskazini magharibi mwa mji mkubwa wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao waasi waliuteka mwezi wa kwanza na kuwaweka ndani ya kilomita 400 kutoka Kisangani, mji wa nne kwa ukubwa nchini Kongo. Kusonga mbele kwa upande wa magharibi kulilazimisha Alphamin Resources wiki iliyopita kusimamisha shughuli katika mgodi wake wa bati wa Bisie, takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Walikale. Nchi jirani na mataifa ya kigeni yamekuwa yakiongeza juhudi za kidiplomasia ili kusitisha kile ambacho kwa haraka kimekuwa mzozo mbaya zaidi mashariki mwa Kongo tangu vita vya mwaka 1998 na hadi mwaka 2003 ambavyo vilivuta nchi nyingi jirani. Siku ya Jumanne, rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Katal kwa mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu M23 ilipoongeza mashambulizi ya mwezi wa kwanza. Walitoa taarifa pamoja na Katal iliyotaka kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti. Umoja wa Mataifa unasema Rwanda imewaunga mkono waasi wanaoongozwa na kabila la Watusi kwa kutoa silaha pamoja na kutuma wanajeshi. Rwanda imekana kuwaunga mkono M23, inasema jeshi lake limekuwa likijilinda dhidi ya jeshi la Congo na wanamgambo walio e, walioasisiwa na baadhi ya wahusika wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kongo na M23 zinatarajiwa kuwa na mazungumzo ya kwanza ya moja, zilitarajiwa kuwa na mazungumzo e, ya moja kwa moja siku ya Jumanne nchini Angola baada ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi kurejea e, kwa kukataa kwa muda mrefu kuzungumza na waasi, lakini M23 ilijiondoa katika mazungumzo hayo usiku wa Jumatatu ikiwa imebaki siku moja ikilaumu vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake pamoja na maafisa wa Rwanda, hivyo kupelekea mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yakilenga kuhakikisha kwamba vita vinamalizika huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vika mazungumzo hayo yakakwama. Kwa miaka mingi waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo walidai mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka ya Kongo. Mafanikio ya uwanja wa vita yanamaanisha kuwa sasa wanaweza kumudu kuwapuuza ili kujaribu kufuta makubaliano zaidi, wakati serikali ya rais Felix Tshisekedi ikiyumbayumba baada ya M23 kuteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Kongo. Hatimaye ilikubali mazungumzo na M23 siku ya Jumanne nchini Angola, lakini waasi hao wakaamua kujiondoa. Muungano wa waasi wa M23, muungano wa mto Kongo, AFC, ulisema Jumatatu kwamba vikwazo vya umoja wa Ulaya vilivyowekwa dhidi ya viongozi wao na maafisa wa Rwanda wanaotuhumiwa kuwaunga mkono vimefanya mazungumzo yasiwezekani. M23 imechukua fursa ya vikwazo vya Ulaya kujiondoa, lakini uondoaji huu pia unaonyesha kukataa kuingia kwenye mazungumzo bila hakikisho la kupata mafanikio makubwa, alisema Tresa Kibangula, mchambuzi wa kisiasa katika taasisi ya utafiti ya Ebutel ya Kongo. Chisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wote walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mkutano wa kushtukiza siku ya Jumanne na kwanza tangu waasi hao wafanye mashambulizi mwezi wa kwanza. Lakini haikuwa wazi ni nini kama yapo yataathiri mazungumzo yao ya saa moja Jumanne yaliyopatanishwa na Katar na kujitenga kwa mazungumzo yaliyofutwa na M23 yangekuwa nayo hapo nchini ambapo M23 imetiwa moyo na mfululizo wa ushindi muhimu. M23 hapo awali ilitoa wito wa kukomesha kwa kile inachosema ni mateso dhidi ya Watusi wa kabila nchini Kongo. Kinshasa imesema waasi hao ni magaidi na lazima waweke silaha zao chini. Kwa nini M23 wasimame ikiwa wana mkono wa juu kijeshi? Alisema Jason Steam, mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu cha Simon Fraser iliyobobea katika eneo la maziwa makuu barani Afrika. Unapochanganya hilo na vikwazo vilivyowekwa kwa Rwanda ambavyo vilikuwa vikali kuliko ilivyotarajiwa, nadhani waliona haukuwa wakati mwafaka kwao. Rwanda imekana kuwaunga mkono M23 na kusema kwamba jeshi lake limekuwa likijirinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali. Hii ni moja kati ya habari kubwa huko, lakini maendeleo ya kuzileta kambi hizo hasimu kwenye meza ya mazungumzo pia yametatizwa na kuwepo kwa michakato mbalimbali ya amani, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya hivi punde nchini Qatar pande zote hazina imani kubwa na mipango inayoshindana. Angola imekuwa ikijaribu kufikia makubaliano ya amani tangu mwaka 2022 kati ya Rwanda na Kongo katika mazungumzo yanayoungwa mkono na Umoja wa Afrika. Mazungumzo hayo yalivunjwa mwezi Disemba kutokana na upinzani wa Kongo kuelekeza mazungumzo na M23 nchi za Afrika mashariki na kusini ziliamua mwezi wa pili kuunganisha mipango mbalimbali ya amani ikiwa ni pamoja na ile iliyoongozwa na Angola, lakini Angola ilionyesha wasiwasi wakati huo kuhusu kuona juhudi zake za upatanishi vikikwama katikati ya mipango ya amani inayoshindana ambayo ilifikiri M23 inaweza kuchukua fursa ya kunyakua maeneo zaidi walisema mawaziri wawili wa serikali katika eneo hilo wakizungumza kwa sharti la kutokutajwa majina. Kisha wiki iliyopita, Rais wa Angola Joao Lorenzo bila ya kutarajia alitangaza mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kongo na M23 baada ya kukubali kushiriki. Hapo awali, vyanzo vitatu vya waasi vilisema maandalizi ya mazungumzo hayo yalichochea mashaka yao kuhusu uwezo wa Lorenzo kufanya kazi kama wakala mwaminifu. Wawili kati yao walisema ndege iliyotumwa na Angola siku ya Jumatatu haikuweza kutoa nchini Uganda kuwachukua wapatanishi wa M23 kwa sababu mamlaka ya Angola haijawajulisha wenzao wa Uganda kuwasili kwake, na kuwafanya washuku kuwa Luanda ilikuwa ikijaribu kuhujumu mchakato huo. Serikali ya Angola haikujibu ombi la kutoa maoni. Na siku ya Jumatatu, mkutano wa pamoja wa jumuiya ya Afrika mashariki na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika ulikubaliana ramani ya njia ya kutatua mzozo huo unaojumuisha juhudi za kupata usitishaji vita ndani ya siku thelathini. Hata hivyo, mwanadiplomasia wa Kiafrika ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema serikali ya Kongo haina imani na mpango huo kama vile M23 ilivyokuwa na juhudi za Angola. Kutokuaminiana ni sawa, mwanadiplomasia huyo alisema. Ni juu yetu wa Afrika kuanisha maoni yetu na sio kuzidisha mipango. Ni habari kubwa kama nilivyokuambia eh, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo waasi wa M23 wameendeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo na kuingia katika mji wa Walikale, ikiwa ni siku mbili zimepita baada ya maraisi Tshisekedi wa Kongo na Kagame wa Rwanda kutoa wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao ambao ulifanyika huko Qatar. Kama pia nilivyokuambia kwamba e, hayo yaliafikiwa, ambapo rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema kwamba nchi yake inatarajia kuimarisha uwezo wake wa ulinzi na usalama kama sehemu ya mkataba wa ushirikiano na Marekani ambapo Washington itanufaika pia na madini ya Kongo. Lakini pia katika hatua nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwapokea jana wawakilishi wa makanisa ya Kongo ambao wanajaribu kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Macron amesisitiza kuwa anaunga mkono mchakato wa mazungumzo ili kuutafutia suluhu mzozo huo wa mashariki mwa Kongo. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa zaidi, endelea kukaa karibu nasi na usikose mazungumzo ya moja kwa moja ambayo tutakuletea hapo baadaye na watu ambao wapo huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kubwa zaidi, tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali mbali.